Mtoto Michael Kadungala mwenye umri wa miaka 15 mwenye ulemavu wa kutoona amemwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli amsaidie aweze kupata matibabu ya tumbo kujaa maji. Kadungala ambaye mpaka sasa ameshatoa zaidi ya lita mia moja za maji katika tumbo lake lakini maji bado yamejaa katika tumbo hilo. Alipokuwa akizungumza kwa taabu na mwandishi wetu nyumbani kwa mjomba wake Joshua Msemwa, eneo la Ipagala, Kadungala amesema anapenda kusoma lakini anashindwa kutokana na tumbo lake kujaa maji. Alisema alikuwa akisoma katika shule ya wasioona ya Buigiri wilayani Chamwino lakini alirudishwa nyumbani kutokana na tumbo kujaa maji. Kadugala ameweza kuomba na kusema, Mheshimiwa Rais, mimi sioni na wewe ni rais wa wanyonge, nataka kurudi shuleni. Naumia sana ninapoona wenzangu wanaenda shule, naumia sana naomba nisaidie niweze kupata matibabu na kuomba sana. Hicho ndicho kilio cha Kadungala. Kwa upande wake, mjomba wake Joshua Msemwa alisema Kadungala alianza kuumwa mwaka elfu mbili na kumi na nne na walimpeleka katika hospitali ya Saint Gaspar ya Itigi na kutoa lita 28 za maji tumboni. Alisema mwaka 2015 walimpeleka katika hospitali ya Saint Gema ya mkoani Dodoma, ambapo alipimwa na kuonekana hasumbuliwi na tatizo lolote. Hivi karibuni tulimpeleka katika hospitali ya Benjamin Mkapa, walimpima lakini hakuonekana na tatizo lolote. <tipulia> Kwa upande wake mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya wasioona ya Buigiri wilayani Chamwino Happiness Mgombela alisema Dungala alishindwa kuendelea na masomo mwaka elfu mbili na kumi na nne akiwa darasa la nne kutokana na kusumbuliwa na ugonjwa wa tumbo kujaa maji. Naye mbunge wa jimbo la Kilolo ambaye pia ni balozi wa wasioona nchini Venus Mwamoto alisema amejitahidi kwa kila hali kuhakikisha Kadugala anapata matibabu lakini kwa sasa amefikia mwisho. Kutokana na hali hiyo, Mwamoto amemwomba Rais Dr. Magufuli na wadau mbalimbali wamsaidie ili mtoto huyo aweze kupatiwa matibabu. Na kwa yoyote aliyoguswa na ugonjwa wa mtoto huyu Kadugala, anaweza kutuma mchango wowote au msaada wowote au mawasiliano na mjomba wake ambaye ndio anamwangaikia mtoto huyu kwa kipindi hiki cha kuugua, kwa nambari sifuri saba tano tano sifuri tisa sifuri mbili thelathini na nne Jina langu naitwa Given Mashishanga, na ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asante na kwaheri.